Baada ya wiki iliyopita Tanzania kudaiwa alivyokula kutoka kwa watu wa Ulaya, sasa ni zamu ya Kenya kudaiwa alivyokula kutoka kwa watu wa Marekani. Mwezi uliopita Rais Ruto alikuwa China kwenda kuwatafutia wananchi wake ugali. Sasa kumbuka, China ni adui namba moja wa Marekani. Wa Marekani wanajiuliza wewe, Ruto, unakula vyetu alafu unatengeneza ukaribu na China, unataka nini? Wazi kabisa, wala hawafichi haya. Sio maneno ninayoyapika nitakuwekea hapo, wasikilizi hao, sijui ni maseneta, sijui ni nani wa marekani huko, wanadai Kenya ni mwanachama kivuli. Unajua watu hawajui Kenya ni nani. Kenya ni mwanachama wa NATO ila kivuli, kwa wanaitwa non NATO ally au neto friendly country. Sasa, so Kenya kama mwanachama wa NATO anakuwaje rafiki wa China? Ndugu zangu Afrika, bado sisi sio nchi huru kama hatuwezi kufanya maamuzi yetu pasipo kuingiliwa na hawa mabwana uhuru wetu uko wapi? Wamarekani wanadai vyao ambavyo wa wakenya wana vila. Kenya kuwa mwanachama kivuli wa NATO, walipewa hii hadhi kipindi cha Joe Biden. Joe Biden ndo aliwapa hii heshima. Sasa faida zipi za kuwa mwanachama kivuli wa NATO? faida za kuwa mwanachama kivuli wa NATO, utapata upendeleo wa kupata military equipment, yani utapata silaha za kimarekani utapata military exercise yani, utapata mazoezi ya NATO ya kijeshi. Alafu pia utapata military loan, mikopo ya kijeshi yani, wamarekani wako tayari kukupa mkopo wa masuala ya kijeshi, lakini sio mkopo wa maendeleo. Ndio maana unamwona Ruto ametoka nyumbani, amekwenda China kutafuta mkopo kwa ajili ya chakula cha watoto wake, lakini ingekuwa ni mkopo wa maswala ya military, sijui maswala ya security, wamarekani watakupa. urafiki gani huo yani? ukiwa na plani ya kimaendeleo wamarekani hawawezi kukupa lakini ukiwa na plani ya kimagomvi magomvi. Kwa sababu Kenya Wamarekani umefanya kama ndio kituo chao cha kijeshi kwa masuala ya ugaidi counter -terrorism. kwa hiyo Kenya ndio base yao, unajua masuala ya Alshabab, ndio maana Kenya ikachaguliwa na Marekani. Kumbuka way back, turudi nyuma kabisa, kila siku na wakumbushaga wa Kenya kwamba Wakenya walijengwa na world order, na pia huyu senator atazungumzia masuala ya world order. Hilo neno utalisikia wenyewe, utalichambua mwenyewe, na huwa napenda kulitaja sana kwamba Kenya ilijengwa na world order. Sasa world order is crumbling, world order imekufa. Ndio maana unaona kenya wanapitia matatizo wanayopitia sasa. Inabidi ruto aende wapi? Ruto inabidi aende kwenye ugali, kwenye ugali ni wapi? ni China. Sasa nataka umsikilize kwanza huyu senator maneno yake aliyosema kuhusiana na Kenya, kwa sababu nikiongea sana, mtaona kama vile mimi naeka chumvi nyanya na wakenya na, lazima mtakuja sana kwenye comment hapa, mmekula vya wamarekani. Mvilipe. many african nations maintain troubling ties with china, including

so really well certainly not perfectly, but then again the world isn't a perfect place, but so much better than uh, what you'd see if the autocrats took over. Yani, kama Bunge la Ulaya lilivyomtaja Mama Samia wazi kwamba alichukua pesa zao, alafu anatumia pesa zao kuwakandamiza wapinzani. Hivyo hivyo, huyu seneta wa Marekani amemtaja Rais Ruto wazi wazi kwamba wewe ni alai wetu, alafu bado uko na Wachina. So this guys bana bado wana to operate. Alafu nikiwaambia kwamba we need to find our own way of lifestyle, watu mnakuja kwa comment mnasema no, eh, hey, hey. Eh, wanadai mali zao bro, kama wamekula vyao you better pay their bill. Hicho ndicho huyu senator anachodai, unakulaje vyetu nakwenda kwa Wachina? That's the short answer this guy is demanding, why are you going to China? Niwarudishe watu nyuma tena kidogo, iko hivi. Unajua East Africa Block kila ikijaribu kutengeneza mazingira isimame iwe super power kama block organized block yani, Kenya, Uganda, Tanzania and this other Burundi, Rwanda and Congo. This guy wanamtafuta mtu mmoja mwenye nguvu ana destabilize. Na siku zote wanapendaga kuitumia Kenya kwa sababu Kenya wameitengeneza kuwa super power. Let's see East Africa itakaa ina discuss like we have to make our single currency. Kenya atakuja atasema you gonna use my currency because my currency is stronger than your currency. Umeona eh? So yani, kama unavyoona, bara bunge la Ulaya kwamba hawawezi kuelewa na jambo ambalo linaweza likahatarisha maslahi ya Marekani, ndivyo ilivyo, kwamba any block which is fighting to stand as a superpower block America will find one single parasite which will be used as a. Come on nigga oye, Ruto Umekula vya Wamarekani bana, sasa ni maneno gani ambayo Ruto aliyatumia akiwa China yakawafanya Wamarekani waamke na kuanza kudai mali zao kutoka kwa Wakenya? Naomba usikilize maneno ambayo Ruto aliyazungumza akiwa China ambayo yamewaamsha Wamarekani na kuanza kudai vyao kutoka kwa Wakenya. Kenya and China are not merely trade partners. We are co-architects of a new world order one that is fair, inclusive and sustainable. In a world where globalization is no longer an option, but an existential imperative, any polarization is undesirable, unnecessary, and untenable. Umemsikia, Ruto anadai hivi, katika dunia ya utandawazi, masuala ya uadui sio kitu kizuri, hiyo polarization. Kwamba, Yaani Ruto anachokisisitiza hapa, duniani tuishi kwa kupendana, katika hii utandao sababu utandawazi maana yake dunia ni ndogo na mnashare riziki kwa wakati mmoja yani, ndio hiyo maana yani. Kuna maneno mawili Ruto ameyatumia hapo, globalization and polarization. Sasa hapa kwenye globalization maana yake dunia ishakuwa kama kakijiji, kwa hiyo lazima tu share rasilimali kwa upendo. Hapo kwenye polarization maana yake dunia ina pande mbili, kuna Magharibi Marekani na na, na na wenzake alafu kuna China aliye na kina Warusi na na ndugu zake you know. Ndio maana Ruto akatumia hiyo polarization is unnecessary, manake huu adui hauna maana. Hapo ndipo Marekani wakaamka wakasema, baba umekula vyetu alafu unatuambia nini? Lakini tujiulize ni kitu gani kilimpeleka Ruto Kenya China? Kila siku anawakumbusha wa Kenya, nyie mna njaa. Ruto, kilichompeleka China ni kwenda kutafuta chakula cha Wakenya Marekani hamna chakula Marekani kuna silaha na ugomvi. China kuna chakula see, historically speaking. Na kila siku narudia kuwapa Wakenya matatizo yanaowatafuna, walijengwa kipindi cha world order. China ni super power, Russia ni super power. World order imekufa, so they are suffering kwa sababu baba yao aliwajenga, sasa hivi hana kitu, ni maskini. Huwa napenda kuwakumbusha Wakenya zile bidhaa mlikuwa mnaziuza Tanzania siku hizi mnaziuza wapi? Mko kwenye shida kubwa sana ila wa... wengi wajinga wenu huwa wamwelewi zile product, yani simple question ya masking, zile product mlikuwa mnauza Tanzania kama shamba lenu, where do you sell right now, world order is done. Ndio maana Ruto akaenda China kutafuta chakula. Imagine Ruto kilichompeleka China, alienda kuuma soko la kuuza chai, you producing a lot of chai, si ndio? China na watu wangapi? 1.4 billion people. Imagine ukisecure hilo soko la watu 1.4 billion people, unawauzia chai. Amerika kuna watu wangapi? milioni 300, 300 million versus 1.4 billion people which market would you prefer? Baba yenu ametoka nyumbani kwenda kuwatafutia chakula, mumtetee. Tuangalie kidogo urafiki kati ya Kenya na Marekani na Kenya na China, ni wapi Kenya nafaidi zaidi? Ni China, kwa so, sababu China na Kenya wako kwenye ile wanaita Belt and Road Initiative, kujenga miundombinu ya Kenya, wamejengewa reli na barabara. in short Afrika nzima anayejenga ni China, hiyo inajulikana tenda nyingi za barabara katika bara la Afrika anazozitekeleza ni mchina asilimia kubwa. Huwa hata Watanzania napenda kuwakumbusha mahusiano yetu na magharibi hayana faida kama mahusiano yetu na mashariki, do your research. Sitaki kuongea sana hapa, fanya research zako mwenyewe. Magharibi watakwambia haki za binadamu, usiguse mashoga, usimguse tundulisu. By the way, kuna bado video ina circulate nitawekea mwisho hapo ya kuna Waafrika, unajua, mbaya wa mwafrika ni mwafrika mwenzake. Wameenda kupiga kelele kwenye bunge la Ulaya, wanamtetea wana tundu Lissu. Imagine ni waafrika wako kwenye bara bunge la Ulaya, wako Ubelgiji. Ntawekea mwisho hapo muone kwamba mbaya wa mwafrika ni mwafrika anayepewa pesa na mzungu. So Kenyans, mmekula vya Wamarekani, mjaandae kuvilipa. Mnavilipaji mtajua wenyewe. Alafu by the way, Kenya nyie kama wanachama wa NATO ndio maana juzi palipokuwa na machafuko Haiti Wamarekani walikuja kuwazomba ma, ma, mapolisi wenu sijui na wanajeshi wenu na kuwapeleka Haiti kwenda kuwadalalia kwa uhai wao, because Amerika akishakufanya wewe kama chawa wake, akitaka jambo lolote linalohitaji human resources, anakuja kuchota binadamu kutoka kwenye nchi yako. Once you are friend of America yeye ye kazi yake ni kuchukua raia wako na kwenda kuwadalalia popote atakapokuwa na ugomvi. So Wakenya wanapiga kelele oh, nyie tusijui raia askari wetu, polisi wetu, wamekonda Haiti. you don't know what Joe Biden signed with your president. Unajifanya unajua mambo mengi sana sawa eh? Nyie ni mwanachama wa NATO so Amerika akihitaji polisi wanajeshi, whatever anakuja na gram as long as you have friendship with NATO. Unajua mfumo wa elimu wa Kenya mi naujua very well au mwandai Mkenya kujitambua, unamwandaa Mkenya kuijua dunia sana kuliko kujitambua mwenyewe, wakati mfumo wetu ambao Nyerere ali program kipindi hicho, kwa sababu sasa hivi ushaharibiwa, ulikuwa ni Mtanzania kujitambua na kutambua rasilimali zako, na zikufaidishe wewe. Lakini, along the way, akaja Mwinyi akavuruga vuruga, Mkapa, so we are like some Tanzania na we just like you, kitu ambacho sipende napenda kuwakemea. So Kenyans, you have a lot of problems nige Wana kama yuma channel tell you that you have a lot of problems, uamtakie so kubali, lakini kwa sababu dunia iko uchi wa mnyama haya. Uh, Ruto ameambiwa arudisha alivyokula I don't know atarudishaje, kwa sababu you are American ally na mlijengwa kipindi cha na mmeletewa maproject mengi sana hapa kwenye nchi yenu katika jina la urafiki. He's, some Kenyans watakuja kwambia we got a lot of viwanda. Yes, you got a lot of viwanda kwa sababu you are Western ally, sio you got a lot of viwanda kwa sababu sio, mnakuwa na viwanda kwa You are, it's the right place to have viwanda no, kwa sababu yani mmejengwa kwa kulazimishwa especially mlikuwa mikuwa mnatukomoa sisi. Anyway, sitaki kwenda huko. My advice tukielewana collectively as a region partners, yani Kenya Uganda Tanzania Rwanda Burundi Congo we can stand against these people, yani kuwapinga hawa watu ni kuunganisha nguvu na hii misingi, hii idea hata wazee wetu walituwekea zile union walikuwa anajaribu kuzisimamisha, lakini alikuwa anatafuta parasite mmoja, anaharibu mipango. So it's time now tuungane kitu kimoja, tumtetee mtu kama Traore, tuwe na sauti moja kuwapinga hawa watu. Wiki iliyopita ni kwa Tanzania, bunge la Ulaya lilikaa linadai pesa lililowapa li watu wa Tanzania, kwa nini zinatumika kumtesa Tundu Lissu? This time Kenya, mmekula vya Marekani, mvilipe. Tupambane sisi raia kudai uhuru wetu wa kweli, we are not really free from these people. Kama huwezi kuamua your your personal affair, yani kama huwezi kuamua mambo yako, kwamba with this problem inabidi niende mashariki, ili sio na kupeleka magharibi. Lakini mtu wa from nowhere anakuja nakwambia, why did you go to China? Are you really free? Nigga, wewe uko huru kweli kama huwezi kuamua mambo yako, your home affairs? Mtu anatoka a thousand miles huko anakuja nakwambia na why did you go to China? Are you really free?

the situation in Tanzania. Thank you very much. Long live Chadema, long live Tanzania, long live the Democracy Union of Africa, long live the International Democracy Union. God bless us all. Thank you. Mwelimike, msio wasomi